mpaka sasa ukiacha tu hata makusanyo ya pesa tuna mambo kadhaa ambayo yameenda kufanyika lakini la kwanza nianzie hilo hilo la makusanyo kwamba makusanyo haya ni ya kihistoria katika ofisi ya msajili wa hazina hatujawahi kufikia kiwango hiki cha zaidi ya trilioni katika pesa ambayo imetokana na core business na utendaji kazi wa kwetu sisi wenyewe bila kuwa na one of transactions. Na Mheshimiwa Rais katika hili napolizungumza, niwashukuru sana wenye viti na watendaji wako. Mwaka jana tulipoanza, safari tulipokuwa tunafanya safari ya kusanya kukusanya mapato haikuwa rahisi sana. Ilibidi kuwakalisha watendaji wa ofisi ya msajili wa hazina almost kwa mwezi mmoja na nusu wakifanya analysis na kuwaita baadhi ya taasisi ambao walikuwa nyuma. Mheshimiwa Rais, mwaka huu hakuna mfanyakazi wa ofisi ya msajili alienda kulala nje ili ku, kuwa offsite au onsite huko kufuatilia analysis na madeni. Watendaji wote na bodi zao wamejituma wa, na naomba tuwashukuru sana. Kwa hiyo kwa kwa Mheshimiwa Rais, philosophy ya reforms aspect ya kwanza ni cultural. Kwanza cultural change, change. Ni change of mindset kama wenyewe, na kama watu wanachukua majukumu yao wao wenyewe, tayari tunakuwa tumeshinda tume sehemu kubwa sana, ambacho tunakwenda sasa, tuenda kukipigania inakuwa ni control, amount ambayo tunafikiri lazima tuongeze, sio umuhimu na kukumbuka kuzalisha, inakuwa ni kwamba kiwango gani tunataka tukakizalishe zaidi. Mheshimiwa Rais katika utekelezaji wa um, vitendo katika maagizo yako mwaka jana wakati wa gawio uh, wa ulielekeza mashirika ya biashara ya umma yaongeze bidii kuhakikisha nayo yanaingia kwenye ulingo na kampuni kwenye ulingo wa top 10 au wa makampuni yanayotoa vizuri sambamba na makampuni ambayo tuna hisa chache. Leo utashuhudia kwa mara ya kwanza katika mashirika ya kundi la biashara mojawapo ya shirika litakukabidhi hundi yao ambao wameingia kwenye kundi la hundi za zaidi ya bilioni kumi na ambayo imefanikiwa kushindana na mashirika yenye hisa chache, lakini na uhakika mkubwa kabisa na ushuhuda mzuri kwa kuangalia mipango yao kwamba mwaka ujao tutakuwa na mashirika mengi zaidi yatakayoingia kwenye kundi hili. Tuna mabenki yetu za kina TADB, TBC, akina Tanesco, Stamico, eh, na wengineo wote. Kwa, kwa kuangalia mikakati yao na waona wakiingia kwenye hili kundi mwakani. Na Mheshimiwa Rais, reforms ni safari. Reforms is a journey and not a destination. Mheshimiwa Rais katika, Mheshimiwa Rais, katika a mabadiliko haya kulikuwa na uh, maagizo yako, lakini pia ni uh, hitaji kubwa la kufanya mabadiliko kwenye uongozi wa juu kwenye baadhi ya kampuni za ubia. Tuna kampuni ambazo sasa tunajivunia zinaongozwa na wazawa uh, tunaweza tukazungumzia kampuni ya NMB, tunazungumzia kampuni ya Puma, tunazungumzia kampuni ya Tipa NBC na nyingine nyingi ambazo zitakuja kwenye listi. Uzuri katika kampuni hizi sio kwamba tumekuwa na wazawa wamekaa pale kwa sifa yao ya Utanzania. Lakini kiwango cha ufanisi wa kazi kilichofanyika ndani ya miaka minne ni kikubwa sana. Nitatoa mfano tu na kwamba hii ndio inatupa moyo kwamba kuendelea kusukuma taasisi nyingi zaidi tuwe na wazawa watakaoziongoza NMB, NMB. Wamekuza, wamekuza mb, chini ya uongozi wa Ruthi wamekuza uh, mapato yao kwa asilimia mia tatu kutoka bilioni 16 mpaka bilioni 64 mwaka um, huu Mheshimiwa Rais, utaenda kupokea hundi yako ya bilioni 64 kama gawio la serikali, wakati una baadhi ya taasisi au baadhi ya biashara ambazo pato lao lote haliwezi kufikia hapo. Kwa the extent ya reforms puma ambayo inafanyika puma, wameongeza mapato yao kwa asilimia ya 50 kutoka bilioni 8 mpaka sasa hivi bilioni 12 nako ni mwanamama anaongoza Bifatma. <tokit arrested> Oh, kuna kitu nafikiri, kuna kitu inabidi tujifunze kidogo, turudi nyuma, tuanze kusoma. Akina dada, sijui mnatuzidi wapi? Um, asante sana, nakongereni NBC wengi tulikuwa tunakaa NBC unasema, hii benki na sifa yake kubwa mbona inarudi nyuma? Lakini tunaona ikienda inachangamka, na NBC imeweza kukua kwa zaidi ya asilimia mia sita hongera sana. Sana, sana, na mapato yake yameongezeka kutoka bilioni moja pointi tatu mpaka bilioni kumi kwa mwaka huu na hayo tunazungumza ni mapato ya posheni ya, poshe ya serikali katika asilimia 32 tunazomiliki. Sio asilimia zote, maanake anapotengeneza faida pia mchango wake katika uchumi wa nchi umekuwa ni mkubwa. Kampuni ya Tipa huku nako tuna bado tunafikiri kuna opportunity kubwa sana, lakini imekuwa uzalishaji wake kwa asilimia mia mbili kutoka bilioni 1.5 mpaka bilioni 5.5 kwa hiyo nataka kuleta hiyo reflection ya baadhi ya vitu vinavyofanyika na wenzetu wa Airtel. Mwaka jana tukitafuta CEO mpya tulikubaliana kwamba jitahidini, tunataka succession plan ya Mtanzania kwa sababu tunaamini watanzania wanaweza, na walituletea succession plan yao. Sasa natumaini walioko kwenye succession plan hawatabweteka wakijua kwamba kazi wameipata kwa kuwa Mtanzania tunaamini wataendelea kujituma kuonyesha mfano ili baadaye tuwe sasa na kampuni ya simu kubwa ambayo inaenda kuongozwa na Watanzania. Mheshimiwa Rais, katika bodi za wakurugenzi tulikuwa na changamoto sana kubwa ya kubadilisha na kupata wakurugenzi wapya. Pengo la wakurugenzi limepungua kutoka taasisi 52 mpaka taasisi 28, na tunafikiri ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumezimaliza zote. Lakini sio tu kwamba tumepunguza taasisi zisizo na bodi, aina ya board, board members tunaopata na wenye viti wao ni good quality. Ni very, very good quality kwa sababu taasisi hizi iwe ya kibiashara au isiyo ya kibiashara zinahitaji viongozi ambao wana very, very enterprising mind na ambao wanajua kutafuta matokeo na nafikiri tunakoenda hatujao na ugumu sana, na ndio maana tunakwenda tukielewana nao, Mheshimiwa Rais. Pia kumekuwa na ongezeko la kampuni na za madini ambako serikali inahisa kupitia ofisi ya msajili wa Hazina kwa kufuata sheria yetu ya madini, ambako nako zimeongezeka kwa asilimia mia mbili tulikuwa na taasisi nne sasa hivi tuna taasisi kumi na mbili, lakini pia tunamalizia mikataba ya taasisi zingine kumi ambazo zitaingia kwenye orodha ambako tutakuwa na umiliki wa hisa ndogo, kufuatia sheria yetu tuliyonayo. Lakini wakati sheria ilikuwa inazungumza juu ya asilimia kumi na sita, tunajitahidi kwenye majadiliano tuweze kupata zaidi ya asilimia kumi na sita, asilimia ishirini mpaka ishirini na tano tunafikiri tukizipata kutegemeana na aina madini zinakuwa zinatufaa sana. Mheshimiwa Rais, kumekuwa na kuimarika kifedha, kifedha kwa mashirika ya umma yaliyokuwa na mitaji hasi na yaliyokuwa yanapata hasara mfululizo. Ripoti ya CIG ya mwaka huu inaweza ikawa ni a good testimony, na baadhi ya mashirika ambayo yamefanikiwa, mwanzo yalikuwa na mitaji hasi, lakini yalikuwa yanategemea ruzuku, yameenda sasa yameimarika na yanatoa gawio serikalini ni pamoja na mashirika kama STAMICO, TANESCO na TPDC. Haya tumeongezea mtaji na tunaanza kuyaona yakileta reform zao, uh, taratibu. Mheshimiwa Rais, pia kumekuwa na ongezeko katika ufanisi kwenye baadhi ya mashirika kutokana na, na reformu hizi zinazoendelea uh, kufanyika katika mashirika, ufanisi umeimarika kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, nitatoa mfano shirika la bandari eh, mwaka huu wa fedha linaenda kutuletea bilioni 181. Hii ni kutoka bilioni kutoka bilioni 155.7 ambayo walileta mwaka jana. Lakini tulipokuwa tunafanya analisis zao, kuna vitu ambavyo kwa kutizama gawio unashindwa kuviona, lakini ni vikubwa, vipo, vinafanyika. Gharama zao zimepungua kwa zaidi ya nusu trilioni, gharama za uendeshaji na hapo hapo wana miradi yao wanaiendesha kwa fedha za ndani na tutaenda kuwasaidia ku raise funds ili waweze kutumia balance sheet yao, ili kuweza kuimarisha na kujenga miundo mbinu kwa kadri wanavyoweza, ili tuweze kutumia vizuri nafasi na fursa ambayo tunayo. Mheshimiwa Rais, pia tumekuwa tukifanya juhudi za kwenda kujenga uwezo wa viongozi wetu jumla ya watendaji wakuu wa mashirika 111 walioteuliwa kipindi chako, tuliangalia wale waliotoa kipindi cha karibuni miaka miwili iliyopita, wamepata mafunzo mahususi ya uongozi, na jumla ya wakurugenzi wa bodi na wakuu wa kampuni ambazo serikali ina hisa chache 125 wamepata mafunzo, lakini pia wamekuwa wakikutana